Watanzania wangependa kufahamu zaidi mazungumzo kule ndani hasa yalikuwa ni yapi, baada ya wewe kuitikia wito? Um, labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana, niko na kaka yangu hapa um, ni tulikuwa tu tunakumbushana, na hayakuwa yako vile firm, kwa sababu hata mi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa na pia nime nimejisikia vizuri kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa kukanywa. Unajua, anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali, kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa ni hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikustahili kutokea kwangu. Sijui unanielewa na hicho ni kitu ambacho tume tumekumbushana pia na viongozi wangu, na nashukuru tumemaliza vizuri and I'm here with my brother and yeah, niko um, niko kwenye mikono salama kwa kweli.